Yaani huko sisi pa kutudanganya katika vitendo kama hivi, sisi tushatoka. Yani kwamba kama timu siku inatokea inafungwa kimpira, tunaona timu inavyocheza kwamba tumepoteza, lakini kama kuna michezo ambayo tunachezeana, mwisho wa picha tunaumia ni sisi mashabiki. Lakini mi naona kabisa kwamba kuanzia ma steward hao wanaolinda timu wao hao viongozi wetu huko juu hawana maelewano kabisa. Sio, usitegemee kupata mafanikio, kupata matokeo katika <tumuhu>. timu ambayo ndani yake haina maelewano. Yaani maelewano ndio yanafanya timu ifanye nini, ifanye vizuri. Kwa sababu kama hamna maelewano, huyu anataka Simba ifungwe, huyu anataka Simba ishinde. <tumuhu>. Utapataje matokeo afu nyote yote Simba. Unakuta mpaka kiongozi anaweza hata kutumia gharama zake kwenda kuwaonga hata marefa ili Simba ifungwe. Asao maisha gani mnaje kuleteana katika mpira? Afu hiyo mipira ya kizamani yaani hiyo mipira ya kizamani ya kwenda kuletea ya na michezo, timu ina focus. Kama kuna muda wako labda wa kuitumikia klabu kama kiongozi, kama unaona umeisha kubali matokeo, acha timu iendelee. Lakini si unafanya vitu vya kuasili klabu. Ndio kitu gani wanakifanya? huo ushamba, yaani kwamba huko watu huko wameshavuka, yaani kuipelekea klabu kwamba ifanye vibaya ili mmoja aje kupata masilahi. Huo si ushamba mwanangu, huo mpira gani unaenda yani kuhujumu klabu ili ipoteze, ili fulani anufaike, ndio nini sasa? kuna wachezaji wapo uwanjani mwa wanajituma wanapambana, ah kabisa, hadi unawaonea huruma, lakini kuna vitu ambavyo vinapelekea klabu inafungwa, kuna waumiza hadi wale wachezaji. Lakini mi naongea kwa sababu gani? Ujue kuna vitu sisi tunaweza kuja kuongea siku tukaleta taharuki, lakini tunawaambia tena kwamba vitendo vyao, kwa wanavyofanya sio vya kimpira, sio vitendo vya kiungwana. Leo hii mechi za kimataifa tujashinda hata moja, mpira gani tunacheza? Lakini mi nikwambia tu mimi nachoamini kwamba viongozi wetu wa Simba hayo makundi yao yanatuasiri sisi, yanaiasiri klabu. aamu ya kuwa vizuri ahamkavzuri dakika za mwisho tulipoingia mtoto wetu pale nani yule Saduni, ndo aamu kaja kuonyesha uhai, lakini mpira Simba ambao unacheza ana umecheza chini ya kiwango, yani chini kabisa ya kiwango, ni mpira ambao sio wa kuvutia. Yani naona kabisa benchi lenyewe limepagaa, linafanya hesabu ambazo hazieleweki kwao. Mimi niwaambie tu kitu kimoja, kwa mwenendo Well, yani, hatuwezi kumfunga timu yote ya kimataifa sasa, kama wanataka wanavyotaka wao sasa, sisi mashabiki tunawaambia fresh, lakini wanachokifanya waelewe kabisa kwamba sisi tunaona <gibit> sisi ni binadamu kija kuanza kushikana uchawi tusija kulaumiana, si tumefungwa tumekubali. Na ndio maana nakwambia vipi, yaani mimi sizungumzii Matola, mimi nachozungumzia timu kwa ujumla, yaani panapokosa maelewano kwenye management, hata umlete kocha kutoka sehemu gani babu, hawezi kukupa matokeo, kwa sababu ngazi ya juu tayari inatengeneza mpasuko, klabu isipate matokeo. Hata huyo Matora anafanya nini? Usishangae, kuna baadhi ya wachezaji wanaagizwa matoa na wapanga wao wanaagizwa wasitugaa matokeo. Utapataje matokeo? hata umlete kocha kaja, wale pale pantevu kafukuzwa. Hata umlete kocha kutoka wapi, kama hamna maelewano, huwezi kupata matokeo.